Mbea urais wa chama cha UDP, Saumu Rashidi akiwa ameongozana na mgombea mwenza Juma Faki, wamedadi sira zao kwa wananchi wa jiji la Tanga, wakisisitiza kufufua zao la mkonge. Tanga ni mkoa ambao ulikuwa unasifika kwa zao la chai na mkonge, lakini sasa hivi imebaki ni historia. Chama chetu kimejipanga kuhakikisha tunakuwa na kilimo cha mkonge ambacho kitatoa matokeo na kuwa kivutio kikubwa kwa wakulima ndani ya mkoa wa Tanga. Swala la kufufua viwanda vilivyokufa nalo likazungumzwa na mgombea urais wa UDP huku mgombea mwenza akiwaomba wananchi kuchagua chama hicho. Tanga ilikuwa ina viwanda vingi vyenye sifa. Tanga ilitufanya Watanzania tukazia na tulizitumia kikamilifu. Imekuwaje viwanda hivi vingi vimekufa? Ni kwa sababu ya usimamizi ya watendaji wachache wa wasio waadilifu, viwanda hivi vimekufa. Sasa hivi tunanunua bidhaa nyingi kutoka nje. Muda umefika sasa, ndugu zangu Nawaombeni sana, mtu asipoteze kura yake, akachagua kiongozi ambaye anafaa katika jimbo lake ili amletee nini? Amletee maendeleo. Mkoa wa Tanga uko taabani sana, hauna rasilimali fedha za wananchi wake kupata mahitaji. Wananchi waliojitokeza kusikiliza sera za UDP nao wakatoa maoni yao. Hapa Tanga viwanda vimekufa, maisha ya watu yanawashinda kwa sababu mazingira yamekuwa magumu. Kwa hiyo tuomba serikali mpya mama anapoingia mama, serikali ya UDP basi sisi hapa tuletee maendeleo ya ukweli. Mariam Shedafa, Azam News. <tune>